hapa hata mjumbe wa serikali za mitaa hamna. Eti hata mjumbe tu ana barua. Maana nyinyi mnaishije hapa? eh eh Unaitwa nani? Naitwa Neema Abdala. Hebu unaweza kutueleza ilikuwaje, au nini kimeweza kutokea s yaani yule kaka isie kificha kinasikitisha sana Yani, sio mwizi kwa kweli, yani alikuwa ndetea watu watatu, wadada watatu walikuwa wanatembea wenyewe, wao mbele, mimi nyuma. Kwa hiyo kutokea mbele, wale kuna kibaka katokea hivi. Akapola wale wadada pochi, akawa anakimbia. Kukimbia, akaanguka. Kuanguka, sasa kuita mwizi, ndo akatokea yule marehemu na wengineo, wakawa wanafukuza yule mwizi. Fukuza yule mwizi, ikasa sasa, haina jinsi. Wakakimbiza ndogo mimi nikafika nikaweka mzigo wangu nikawa tena sifuatilii kwamba kuna nini tena kingine kinachoendelea. Wale madada nikawaacha pale na mimi nikaendeka na mishemishe zangu. Baada yake narudi hapa naweka mzigo wangu naanzakufanya mishemishe zangu za biashara. Ndio. Na kuja kusikia yule kaka alifukuza mwizi, amepigwa amekufa. Ndio hivyo. Polisi wakaja wakamchukua. Ina maana huyu mwizi alikuwa iko peke yake au alikuwa na wenzake? Mwizi alikuwa peke yake. Na alikuwa amekimbilia maeneo gani? Huko kichakani. Kichakani. Mm. Na wakati ya yule mkaka anamfuata, alikuwa na sapoti ya watu au naye alikuwa sapoti ya watu wengine? Nyuma wanafuatilia na wengine wakatoka kwenye majumba kwa wanafuatilia, ila sasa yule kaka ndo alikuwa ni wa mbele, walivyosikia tu mwizi akatoka mbio. Kwa hiyo ina maana tuseme kiufupi, ni waliomuua ni watu kijiwe kingine, wakajue ni yeye ndo mwizi Labda okay, uh, alipigwa na mawe kwa mwili wake ulivyokuwa unaonekana. Hapana, wamempiga tu ngumi sehemu za siri na kituvuni okay. Na polisi walipofika cha kwanza nini walikipata, wali, wali yani, kwa sababu walitafuta tu mwenye kiti wa mtaa wa hapa hawajampata, wakachukua mwili. Sasa sijajua kinachoendelea tena baada ya hapo, na wale wadada waliweza kuonekana au walikuwa washaondoka, nilivyoacha mimi, sasa tena sikuwafuatilia, yani nilivyofuata kwenye mishemishe zangu nyinginezo. Kwa hapa labda ili ni tukio la ngapi kutokea, mimi mm, ni mgeni toka nifikia hapa hata mwezi bado. Okay. Asante. Sasa unaitwa nani? Naitwa Neema Abdalla. Unaitwa nani? Naitwa Frank. Nani? Frank. Frank, unaweza utueleze labda nini kimetokea asubuhi? Nimeamka asubuhi mimi, hapa nilikuwa naenda ofisini kufuata beti za simu, nikaamka hapa, natoka nje, nasikia kele, nasikia kelele, mtu kaporwa, kaporwa, na mimi kabidi nisogee niangalie kaporwa kweli au Nafika kweli nakuta mtu hapo yule sister Alo polo, anakimbia anashuka chini na vijana watatu wanamsaidia kumfukuza huyo mwizi. Kakimbilia bondeni akawaacha. Sasa mmoja akawa anajua pale anapokaa, akasema hao mateja wa pale chini. Kampeleka yule sister. Kafika kule, kabla ya kuchukua vile vitu hawajavipata. Kaanza nakupigwa yule. Hivi umetuonyeshea watu uwa mtuletea nisitumiaonekana wezi. Kaanza kupigwa ndo kaja kudondoka huko. Mi mwenyewe narudi nakuta maskari nani, watu hapo wamejaa, kadondoka pale, wamemfunika shuka, wakamchukua maskari walivyokuja. Sijajua tena kingine kitachoendelea hapo. Labda huyo dada alikuwa ameibiwa nini au dada? Yule dada alisema kaibiwa simu, alikuwa na simu kubwa na vitambulisho vyake vya kazi na madaftari ya, ya shule ndo alikuwa anataka yule kijana msaidie apate kitambulisho tu. Mimi naitwa Akulanduka mwanangu. Akulanduka hebu tuambie nini kimetokea asubuhi? Eh, bwana kitu ambacho kimetokea asubuhi hapa. Kwanza mimi nimetoka kukurupuka usingizini mimi mwenyewe kwanza, nimeibiwa picha linaanza unaona? Mm. Nimeibiwa nini? Nimeibiwa viatu vyangu vya Max. Mm. Nishikaje katoka navyo huko, kavivua mguuni mwaka na naambia mwanangu nikuze viatu hivi hapa. Kaambia bei gani tukapata na buku nane. Nimenunua zile viatu buku nane. Nikaweka mchagoni pale, nishatandika madagodago yangu nini, kwa sababu mshikaji hapa mazingira mimi ndo ananiachaga nili ananiachaga nilinde, unaona? Baada ya hapo, mshikaji sikaondoka, viatu mimi nikaweka mchagoni pale, nikawa nimelala. Nimeamka mapambazuko, hiyo saa 12, nasikia nakimbizwa mwizi. Umeziona zile kanda mbili zile pale zile, zile kanda mbili ndo alizo ndo alizo ndo alizoacha mwizi pale, kavulia pale, jamaa kwa kalua pale, kafika hapo kavua kanda mbili, katembea, unaona. Nilivyofika hapa hiyo saa kumi na mbili wanaita mwizi, mimi nimeamka kuta kwanza mimi mwenyewe nishaibiwa, nasikia nafukuzwa mwizi, unaona. mm. mm. nimeamka hapa kwenda kuangalia huko mwizi, wenyewe nasikia mwizi mwizi, wenyewe kakimbilia huko mabondeni huko mm. shikaji, ndo kamfukuzanisha nasikia kaingia nyumba ya mtu huko. Baada ya kuingia nyumba ya mtu huko, washikaji akaanza kumfanya nini, kuanza kumpiga huko huko kwa sababu kakutana na mateja, wamempiga huko katambaa mpaka kufika pale, kamwagiwa maji nini, mshikaji mpaka kuvutwa pale, mpaka pale aweke kwenye gari, mshikaji kavuta pale. Hmm. kwa hiyo mimi mwenyewe mwanangu, kero yangu kwanza, mtau hapa kwanza inabidi tuishi wa watu ambao tunajuana yani. si unajua. Hmm. isiwe mtu katoka zake huko, eti ili mradi anaokota machupa nini, ili mradi anaokota machupa nini na stralago afikie hapa afikie kusizi, amna kitu kama hicho hapo, unaona. Hmm. kwa sababu si wengine tunakuwa tuna mali zetu, tunatoka nazo kolodi, tunaokota kihalali tunakuja hapa labda tunanunua kitu ambacho kinaweza kanifaa leo au kesho, mm. lakini unafika asubuhi kitu kikuti mwanangu naibiwa, mm. Unaona, kwa hiyo mimi hapa kero yangu kwanza ni inabidi kwanza tukaya watu ambao tunajuana yani sawa, na na labda na huyo mtu ambaye ameuawa ndio yule alikuwa mwizi au huyo ambaye alikuwa anasaidia yani, mimi huyo mtu ambaye ameuawa wala sio mwizi huyo, mm. mtu ambaye ameuawa yeye alikuwa ananikimbiza mwizi lakini sasa, kwa pa mjini ukishasikia mwizi, cha kwanza wewe mm. natakiwa usishobokee, kwa sababu ujue wizi ni kazi ya mtu, ipo enzi tangia na enzi tangia enzi za makoloni za mababu na mababu, wizi upo. Na ili tukio la wizi au tukio la kuuawa kwa mtu hapa, ili ni la ngapi? Labda ukishuhudia, ili ni tukio mwanangu, ili ni tukio, ilo hapa ni tukio kama la mara ya pili. mm. Unaona, ili tukio ile hapa linatokea, ili la mtu kuuawa au ni wizi tu la mtu kuuawa na wizi vilevile vile, kwa sababu kuna mshikaji aliiba au sio? Mm. Walikuwa wawili, baada ya kupora pale pale juu, kama kawaida, wakakimbilia uko bondeni, mmoja akakimbia, mmoja akajificha, wakamkamata wakampiga mpaka kufika hapa akafa. Mm. Unaona, kwa hiyo tukio ni tukio la pili. Wakataka kumchoma moto pale, akasema jamani, mtu kasha kufa hairuhusi tena kumchoma moto, mwacheni tuwendo, kama. Kwa hiyo tukio la leo hili hapa, jamaa inaonekana tu yani ni shobo zake yeye mwenyewe kwa sababu yeye kama ana maisha yake, ana mambo yake. Kwanza mkota machupa, kama mkota machupa kwa jamii mzima, navyotuangalia sisi wote wanatuitaga sisi wezi. Unaona, kwa hiyo mkota machupa kama mimi, siwezi kusikia pale mwizi anafukuzwa afu nikakimbilia huko kwa kwenda kumfukuza yule mwizi, kwa sababu mimi mwenyewe naokota machupa nahesabika kama mwizi unaona unaonanakota kama mwi naonekana kama mwizi. Kwa hiyo mimi siwezi kukimbiza mwizi. machupa wenzangu, nacho wakota machupa wenzangu, cha kwanza wakae mbali na wezi. Ni mkota machupa mwanangu. juu ya hilo e bwana, tushawahi kukaa, lakini sasa inachoonekana nini? Unajua mm, kila mtu ujue katika hii sehemu anakuwa kama Ushaona na neno la cross yani. Yani, sehemu inakuwa kama ana cross yani anapitia tu yani, yani ya ya kuele, kuele, kueleza hilo kitu. Mnashangaa mnafikiria nini? Hatua mnatoka mmoja mmoja. Kwa hiyo siku hadi siku wanatoka watu alafu wanakuja tena watu wapya Kuja, kwa hiyo watu wapya wanavyokuja, hawawezi kuendeleza ile kabineti ambayo mmeiongea nyinyi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi.